Tatizo kubwa ya Kenya ni vijana wengi lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu tumeweka mpango maalum. Mara ya kwanza for the first time we have a comprehensive plan on how young people in Kenya can access employment, can be trained, can have access to opportunities for them to grow their businesses, for them to be employed, and for them to make meaning of their lives. Na ndio sababu hiyo nataka niwaambie vijana tuko na maneno manne ya muhimu. Na nataka munisikize kwa makini. Haya, hii program ambayo tuko naye chini ya affordable houses. Ujenzi wa hostel kama hii. Ujenzi, ujenzi wa ile soko kumi na ine tunajenga hapa. Ujenzi wa ile manyumba yote tunajenga elfu kumi hapa Busia. Ni nafasi ya nyinyi vijana kujipanga na ajira. Kama wewe ni mason, kama wewe ni carpenter, kama wewe ni electrician, kama wewe ni plumber, kama wewe ni carpenter, kila mmoja wetu ajipange. Hata kama wewe ni mtu ya mkono, uende ujipange hapo, uwe na ajira, ujisimamie. Hiyo ni number one. Number two, sikizeni, tuko na program ya digital jobs, tunajenga ICT hubs tunajenga jitume hubs. Hata vijana wa jitume ndio hawa wako hapa, hawa vijana wa jitume. Tumesema ya kwamba tunataka kuwapanga vijana na ajira ya mitandao inaitwa digital jobs. Tumekubaliana na kampuni nyingi Marekani, Ulaya, Ujerumani, Ufaransa, ya kwamba tuko na vijana wa bidii Kenya ambao wanaweza kufanya kazi katika mitandao ama digital jobs. As we talk to you vijana kama hawa wa jitume tuko na wao 1180 wanafanya kazi saa hizi wakilipwa, wakitumia digital jobs ama mitandao yetu.